Pichi kwa hiyo picha imekarabatiwa kwa hali ya juu, boli inatembea licha ya mvua nyingi ambayo ilinyesha mapema hii leo. Cheza mpira kwasa ataula. Pako pakom zuzwa zuzwa pakom, anapita pembeni kule pakom zuzwa, naweka mpira mwingine tena mbele yake zaidi, anaweka ya mpira katika nafasi kenne. Musonda anakataliwa, bado shida iko pale pale. Ataula yao kwasa mimi na r karibu Ushanga TV, kituo chako pendwa kabisa, kituo bomba kinachokuletea matangazo ya kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Unaposikia sauti hii, bwana habari bomba za kimichezo, habari sahihi unazipata hapa. Unachotakiwa ukifanya ni nini? Ni kusubscribe, kukomenti pamoja na kushare, hapo utakuwa umemaliza kabisa, msikilizaji kwetu... Uhali gani, uh, mpenzi mtazamaji wa Ushanga TV ya kituo chako pendwa kabisa, kituo ambacho kinakuletea habari kemkemu, habari za kimichezo na, na matangazo mbalimbali mbali ambayo yanakujia bwana mtazamaji. Uh, kabla hujaendelea kucheki taarifa na kuendelea kuscroll, basi usisahau kusubscribe, kucomment pamoja na kushare taarifa zetu, hapo utakuwa ukijipatia taarifa moja kwa moja taarifa nono kabisa bwana, leo ndani ya uh, E, bwana leo ndani ya studio tutakuwa tukiwa na watu, watu wangu wa faida kabisa watu wangu e bwana ambao wanajua kandanda, watu wanaojua kuchambua mpira vilivyo e e. Leo tutakuwa tukiwa na Hussein ushanga huyu e, utampata katika mitandao ya kijamii yote kabisa utampata kwa jina la Hussein Ushanga 28 lakini pia e, niko hapa Brigadia, e, wananiita Chosen star, unaweza ukanipata pia kwenye mitandao ya kijamii kwa jina hilo ikiwemo TikTok, Instagram Facebook pamoja na Twitter. Lakini pia mtu wa maana kabisa, mtu muhimu sana kwenye hapa eh, kwenye dawati letu. Ee bwana huyu unaweza ukamjua kwa jina la Noeli Maseko. Noeli Maseko unampata kwenye mitandao yote kijamii ikiwemo Facebook, Instagram pamoja na Twitter. Huko kote bwana unatupata vyema kabisa na utajiendea kujipatia taarifa murua kabisa, taarifa bomba. Lakini eh, kituo chetu bora kabisa usisahau kwamba tunatumia jina la Ushanga TV huko YouTube. E, bwana endelea kusubscribe kucomment, pamoja na kushare. Lakini msikilizaji na mtazamaji wa Ushanga TV, leo hii tumekujia na mada moja murua sana, mada nono, na kama ukizingatia kwamba tunaelekea mwishoni mwa ligi, kesho itakuwa ni siku ya mwisho kabisa ambapo e, sasa ligi zetu ligi yetu itakwenda kuisha. E, bwana leo tunachambua e, game mbili muhimu kabisa, moja kati ya game ambazo zinakwenda kuchukua nafasi siku ya kesho. Moja kati ya game ni Young Africans versus Dodoma Jiji. Huu mchezo bwana e, mchezo utachezwa katika uwanja wa Amani Complex huko Zanzibar. Lakini pia e, mchezo wa Simba Sports Club versus Kagera Sugar bwana, mchezo pia utachezwa uwanja wa KMC huko Dar es Salaam. Lakini pasipo kupoteza muda e, bwana, hapa tukianza na bwana Noeli, utatuelezea bwana Young Africans versus Dodoma Jiji, tathmini ya mchezo, unauonaje mchezo huo na unauelezeaje ili watazamaji wa Ushanga TV waweze kupata updates katika mchezo huu utakaochezwa siku ya kesho? mambo vipi? use Ah, uh, kwanza <laughs> mimi niko safi kabisa, nimefai na kuona watu wangu wa faida ya, lakini pia nikirejea kwenye swali lako tathmini ya mchezo wa Young Africans dhidi ya Dodoma Jiji ambao utapigwa kesho ndio kwenye uwanja wa Nyerere Complex. Kwa kawaida ligi yote duniani ambayo anakwenda kuisha kwa wachezaji, kila mchezaji mtu, mtu, mtu, anakuwa na, na mtazamo wake, lakini pia hisia yake kwenye kumaliza ligi. Ndio. Kwa timu ambayo inashika nafasi ya mwisho, kwa timu pia ambayo inashika nafasi za katikati, lakini pia wale ambao pia wanapambania ubingwa kwa mfano mchezo wa kesho Dodoma Jiji, nafasi ambayo aliyopo ni nafasi ya tisa akiwa na alama zake 34 mm. lakini pia Young Africans akiwa nafasi ya kwanza akiwa na alama zake 76 okay. maana yake mahitaji ya mchezo wa kesho inawezekana asiwe asiwe anafanana, kwa sababu Dodoma Jiji hata kama anapata matokeo yani hayampeleki sehemu yote, ili kwamba anaenda kufaidika kwamba labda asogee hata top 4. Mara nyingi matokeo mtapata kesho inawezekana yakawa yanamfanya aendee kuwa salama zaidi, kwa sababu hata kama anapoteza mm. hawezi kudrop kwenda kaba aende chini, lakini kwa Young Africa si tofauti kidogo. Wao mechi wanahitaji kuanzia mchezaji mmoja mmoja, lakini pia ze timu Yanga wanataka matokeo, kwa sababu mchezo wa mwisho watacheza zidi ya Simba siku ya Jumatano. Maanake kama wanapata matokeo zidi ya Dodoma jiji, maanake wanaanda mazingira mazuri zaidi ya kwenda kupata matokeo, hata kama yatatoka zidi ya sale zidi ya Simba. Lakini pia mahitaji pia wabe, ya mchezaji mmoja mmoja, mfano mchezaji kama Dube anahitaji aende kuongeza namba kama itatokea atacheza, lakini pia pakome pia hivyo hivyo pia aende kuongeza namba hivyo. mm. pia kwa mzizi ko ko kwa upande wa Yanga mechi bado anaendelea kuhitaji zaidi, na naamini pia mm. uwezo pia kupata matokeo wanao, kwa sababu hata mechi ya mwisho aliyocheza zidi ya ya tazina kitu pia walikionesha kwamba mba uwezo kupata matokeo si yote pia wanayo, na istoshe pia uwanja ambao wanachezea ni uwanja ambao unaruhusu kucheza. Uwanja wa nyamani complex ni wanja ambao unaweza kama ucheze mpira wa aina gani ukitaka, mm. uweke mpira kwenye nyasi chini ucheze, unaruhusu lakini pia ucheze pia mpira mrefu pia unaruhusu. Kwa hiyo yanga wao kesho ndio waamua, wanashinda ngapi na na hiyo timu pia kupata matokeo pia wanayo. Asante sana. Shukrani bwana Noeli Mwaseko ukielezea mchezo wa Young Africans versus Dodoma Jiji. Mchezo uh, utakaochezwa siku ya kesho. Lakini pia bila kuisahau Simba uh, Sports Club vs Kagera Sugar ambao ni mchezo pia utakaochezwa katika uwanja wa KMC. Bwana Hussein Ushangae, mambo vipi? Ah, fresh kabisa, uko poa poa, niko poa. Bila shaka naona uko poa kabisa, uko bomba na uko tayari kuwapa wasikilizaji na watazamaji wa Ushanga TV updates za kimichezo au vipi bwana? ya, ya, ya, ya, ya. Ya, sasa bwana eh, na nahitaji pia wasikilizaji au na watazamaji waweze kujua eh, utimamu wa wachezaji lakini pia wajue tathmini ya mchezo wa kesho utakaochezwa dhidi eh, ya um, Simba Sports Club eh, versus Kagera Sugar Uh, bwana kwanza nikianza na utimamu wa mwili wa, wa mchezaji mmoja mmoja wa, wa Simba Sport Club. Na nadhani na wachezaji wa wote wako fiti kwa sababu ukiangalia ile game walicheza na Ken Gold, hakuna hata mchezaji mmoja aliyeumia hmm. Wachezaji wote wametoka wakiwa salama waki, waki, waki na mpaka sasa hivi haijatoka feedback yote kuwa kuna mchezaji ambaye naona ameumia mazoezini na imebaki ma, ma, ma, ma, hmm, masaa machache kuelekea mchezo huu na imani wachezaji wote wako wako, wako vizuri na wana na, na, hamu ya, ku, ya kucheza hiyo hiyo mechi. Nikija kwa, kwa, kwa Kagera Sugar, Kagera Sugar ana takribani wiki tatu hajacheza mechi, na kuna msemaji wala mwalimu wala madaktari wale wa timu kwa kusema naona kuna wachezaji waliumia wali kwenye na ndia mazoezi hakuna kwao wachezaji wote wako fiti na utimamu wa mwili huko umejaa tele na nyoa na wanaitaka mechi, ingawa waendi popote pale, kwa sababu wachezaji wanaitaka mechi, ndio maana walikuwa wanajipima vi walikuwa wanajipima walikuwa wanajikipu vizuri, ili kuto kupata majeraha kwa sababu kwa mm, sababu ligi zinaendea kuisha na wachezaji na wenyewe, yani timu ndio waga inashukaga, lakini wachezaji waga washuki kwa wakiumia wenyewe hawapate faida, kwa hiyo wamejikipu vizuri kwenye mazoezi na mpaka sahizi hakuna feedback yote, kwa kuna mchezaji fulani anaumwa ana mchezaji fulani yuko, yuko, yuko, yuko majeruhi. Kwa hiyo wenyewe wako tayari kuitumikia, nanielea Kagera Sugar kesho ke, ke, pale nandia KMC. Nikija kwenye nikija kwenye ta, kwenye ta, kwenye ta, kwenye tasmini nikianzia kwa Kagera Sugar, Kagera Sugar wenyewe hawana yani, yani wenyewe wanacheza ili kutimiza wajibu wanacheza ili kutimiza na nilia na ratiba ukiingia kuendea ligi maximum au au nani utakao ucheze game thelathini mpaka sasa hivi wamecheza game ishirini na tisa kwao game moja iliyobakia ni game ya simba na lazima waichewe kwa hiyo wenyewe we hakuna wanachoenda kutafuta ke, nandia, ke, nandia kesho wana pointi ishirini na mbili wamefungwa mago, mago, mago, magoli thelathini na tano. Kwa hiyo hakuna wanachoenda kukitafuta kwenye kwenye kwenye msimu huu, kwa sababu wameshashuka moja kwa wame moja. Hata akipata point tatu haziwapeleki popote, saizi wapo, wapo kutimiza wajibu. Saizi jukumu lililo baki ni wachezaji kufanya vizuri, ili kuonekana na, na vilabu vikubwa, kwa sababu timu ndio waga inashuka, lakini mchezaji hushuki. Mchezaji ukionyesha kiwango kizuri kwenye hizi mechi me za mwishoni, vilabu vingine vikubwa kama Simba na Yanga simbanayanga Azam, na wenyewe wako kwenye usajili wa kutafuta wachezaji na nilia mtibwa na kwenye Mtibwa Shuga imepanda ime ligi kuu beasti imepanda ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime, ligi kuu kuna kuna kuna mashujaa kule, kuna nini kukitafuta. Kwa hiyo wenyewe wanatimiza wajibu na wachezaji, na wenyewe wanachoenda kutafuta kule kutafuta, yaani tuseme, kutafuta kutafuta mkataba, mkataba mpya kwa timu nyingine, umeona. Nikija kwa Simba Sport Club, kuna wachezaji ambao kuna wachezaji ambao wanataka waongeze namba ili ili wafikie wa, wa, wa malengo fulani nikianza hmm, na Jean Shazi au ana magoli kumi na sita. Kwa hiyo ndio mechi kama ya, ya, ya, ya mwisho kwake kuonyesha kitu bora. Kwa sababu gani? Hmm, ana magoli kumi na sita na anataka na, na, na, na, ufungaji bora anataka na, nandia uche, uche, uchezaji bora. Kwa hiyo kama anataka ufungaji bora uchezaji bora anatakiwa afunge na anatakiwa acheze vizuri, kwa hiyo <muchan> kwa hiyo game ya game ya ya, ya, ya kesho imewagarantia ime wachezaji wa, wa ambao kama kama kina Mkwara kama kina kama kina Teba, kwa sababu usipofunga hapo sidhani kama unaweza kufunga kwa ina kwa na ndia da kwa dabi. Kwa hiyo wenyewe malengo yao makubwa na nyewe makubwa ni ku, ni kushinda hiyo mechi ambayo iko iko iko mbele yao, na na nadhani kwa ujumla Simba na pointi 70 na pointi 75 kama na pointi 75 Yanga juu na pointi sabini na, ana pointi ana pointi sabini na sita kwa hiyo wamezijana pointi sita, pointi moja afu, afu wako michezo sawa, kwa hiyo atakayefungwa hapo atakayefungwa sababu na Yanga kesho anacheza akifungwa Yanga afu, afu Akashinda akashinda hapa sim, Simba kashinda, Simba na nyua kombe moja kwa moja, lakini Yanga akishinda na Simba akishinda moja kwa moja. Mchezo ambao utakuwa wa finali ile kuchukua ubingwa utakuwa ni wa Simba na Yanga. Yani kwanza, hii ni nadra kwa sababu haijawahi kutokea game ya game ya mwisho Simba na Yanga wanakutana ndio iamue nani, nani, nani, nani anachukua ubingwa. Sana sana wagati mnaona hizi nyingine, lakini msimu msimu huu imekuwa ni, ni, ni kitu cha tofauti, kwa hiyo wenyewe wenyewe nadhani Simba wana, wana kesho wataenda kutafuta pointi tatu mm, na, ma, na, ma, na magoli mengi zaidi mm, kwa sababu ukiangalia ukiangalia ukiangalia game ya mwisho amecheza na Kigoli wameshinda magoli matano, kwa hiyo nadhani itakuwa game nzuri, nitakuwa game ya ushindani kwa sababu wachezaji wa Simba wanatafuta wana, waongeze wa, wa, wa, namba ziwe juu zaidi alafu wachezaji wa Kagera Sugar anatafuta mikataba mipya kuelekea msimu ujao, msimu, msimu, msimu kwenye timu zingine. Kwa hiyo, kwa hiyo nadhani utakuwa mchezo wa ushindani, utakuwa mchezo, utakuwa mchezo mzuri kwa sababu kwanza unachezwa KMC, uwanja mzuri ambao unaruhusu pasi pas moja moja, sio kama Simba alikwenda kucheza kule Ali Hassan Mwinyi. Uwanja ule sio uwanja mzuri, sio uwanja ambao unaruhusu upige moja moja. Okay, uh, ni maoni yake pia Hussein Ushanga kuelekea mchezo wa kesho wa Simba uh, ambao ni mchezo wa kesho wa Simba Sports Club dhidi uh, ya Kagera Sugar. Lakini pia uh, amejaribu kuelezea kwamba utimamu wa wachezaji, lakini pia tathmini ya mchezo kwamba kwa, uh, kwa timu zote mbili au kwa mechi zote mbili, bwana, utimamu wa wachezaji uko poa kabisa kiakili, lakini pia kiafya. E, lakini pia inaonekana kwamba hawa malejendari wawili Simba Sports Clubu pamoja na Young Africans wanakwenda kusindikizwa siku ya kesho kuelekea uh, ushindi. Kwa hiyo eh, uh, wao wa, uh, Kagera Sugar pamoja na Dodoma Jiji kesho watakuwa na cha kupoteza. Na msikilizaji wa Ushanga TV, kabla ya kumaliza bwana, tunaenda mapumziko mafupi, lakini kabla ya kwenda mapumziko wasikilize eh, wadhamini wetu watu wa maana kabisa kampuni Uh, moja kati ya kampuni ambayo inasambaza mikate pamoja na kutengeneza mikate aina ya ndizi ni mikate bomba, mikate mizuri sana kiafya bwana, mikate ambayo inakuletea radha tofauti. Naam, Serenity's Best Indicare Company ni kikundi cha ujasiriamali mali kinachojihusisha na uzalishaji pamoja na usambazaji wa mikate aina ya ndizi. Mikate yetu inazingatia viungo vya asili kama vile mayai pamoja na maziwa. Isitoshe, bidhaa zetu hazina mchanganyiko wa kemikali yoyote ile inayoweza kusababisha madhara kiafya. Karibu Selenity's Best and Care Company kwa bidhaa bora na rafiki kwa afya yako. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 06 16 92 60 70. Na tukirejea tena baada ya kupata mapumziko mafupi ya eh, mtazamaji na mpenzi msikilizaji wa Ushanga TV, karibu tena eh, tuendelee kumalizia eh. Na kama tunavyojua bwana e, ni mwisho wa, wa ligi, tunakaribia mwisho wa ligi na sio kukaribia tu, kesho tunakwenda kutamatisha kabisa safari yetu ya ligi. Naam. Lakini pia hapa tutakuwa tukiangalia pia e, kwa upande wa nani ambaye atakuwa ni MVP wa ligi na nani atakuwa mfungaji bora, lakini pia nani atakuwa golikipa bora, eh, katika ligi hii. Lakini pia tutaangalia kikosi kwa ujumla, kikosi gani ambacho ni bora katika msimu huu. Naam, tukianza na bwana Noeli Mwaseko. Ya, tumerejea tena bwana eh, kulingana na swali nilokwenda kuliuliza unaonaje bwana? Unaelezeaje kitu kama hiki hapa? Ya, ya ukianzia uki kwenye engo ya kumpata MVP wa wa ligi ya NBC Premier League. Kuna kitu kinaitwa polit, politics, yani siasa, lakini pia kuna ile reality ya, ya mpira. <laughs> Ukija kwenye reality ya mpira kwa msimu huu, mchezaji ambaye amefanya vizuri zaidi kwa mimi, kwa wachezaji wote wa vilabu 16 mm. Ni nipakome namna eno nalivyocheza, lakini levo pia ni volo kwenye kwenye magoli hmm. Lakini pia kwenye kuasisti. Lakini tukirudi sasa kwenye kwenye kwenye sera ya mpira hmm. Kumpata MVP wa ligi ni lazima kwanza uangalie pia kuhusika kwake kwenye ma, kwenye mafanikio ya timu, lakini pia naye pia me, yaani, yaani pia yaani pia naye ame pia amefanikiwa vipi? Kwa mfano ukiangalia chati ya huu msimu, ni mchezaji ambaye amehusika kwenye goli nyingi zaidi, goli ishirini na tano mh, ya, ni mchezaji ambaye lakini pia ukienda kwenye engo ya kupata kikosi bora cha, cha msimu huu mm. Mimi kwanza kocha wangu atakuwa ni Fadru Davis kama kocha, kama kocha mkuu wa kikosi changu mm. Lakini mbili ntaenda na golini, ntaenda na Musa Kamara, no doubt kwa sababu ya clean sheet, lakini cha mafurubaki wangu mm. Ntaenda na, ntaenda na, na mafurubaki wa Simba Shumarika Pomebe pamoja na, na Mohamed Hussein Shabalala. Masenta Bike wa katikati nitaenda na Dickson Jobu, lakini pia nitakwenda na, na Hamza mbigu yao pale, nitakwenda na, na Halidi Aucho, lakini pia nitakwenda na, na, na, na mtu kama Faisal kwenye eneo na, na namba nane, lakini pia eneo la namba sita mbavu zangu nitazigawanya moja, nitampa, nitampa, nitampa Pakome, nyingine pia nitampa, ntampa Kibdenzi mm -hmm lakini juu yao pale juu nitaenda kumsogeza mtu kama mtu kama chazi kwa sababu ya namba lakini wako watu ambao wanafanya vizuri zaidi kwa sababu macho tunakiangalia zaidi ni namba alichokifanya kwa hiyo hukumu yangu atakuwa ni, chazi lakini kwenye eneo la namba tisa hapo kidogo nitakuwa na ugumu lakini kwa kwa fomi nitaenda na na, na na na, Prince Dube kwa idadi ya magoli aliyofunga kiachana so ambaye ameingia katikati ya msimu ambaye ana goli 12 lakini kwa kwa mtu ambaye ana magoli mengi zaidi ni Prince Dube Kukua, kwa hiyo kwa mimi kosi changu namba 9 atakuwa ni Prince Dube lakini pia ukienda kwenye eneo la golikipa golikipa, kigezo chetu ni kimoja tu, ni kigezo cha clean sheet, hakuna kitu kingine ndio. Mpaka sasa ambaye ana clean sheet nyingi ni Musa Kamara, ana clean sheet karibia 18. Mm, it means kama anachukua kesho itakuwa ni 19, maana yake hata Diala akichukua kesho mm, clean sheet akachukua pia na mchezo wa Simba na Yanga clean sheet, hawezi kusifikia hizo clean sheet 19 ambazo kama kesho Musa Kamara akiipata. Mm, kwa kwa Musa Kamara, kwa mimi simu ana deserve kuwa golikipa bora kutokana na namba Yo. Kama nilivyoongea before kwamba siasa, lakini nikuja kwenye reality bimi. kwa kipa ambaye mimi kwa mimi msimu wa Lidzef kwa golikipa bora ni Jiki Diara, lakini kwa siasa ya mpira lazima utaenda na na Musa Kamara kwa sababu ya namba zilizo nazo Okay. Kwa hiyo uh, bwana uh, bwana Noeli Mwaseko amejaribu kuelezea kwamba kuna siasa, lakini pia kuna uhalisia. Naam, lakini kwa swali hilo hilo, swali eh, linalohusiana na MVP, lakini pia golikipa bora wa msimu na kikosi eh, bora, bwana Hussein Ushanga hili e, unalizungumziaje bwana? Nitaanza hapo kwenye kwenye kwenye kikosi bora, kocha wangu nitampa Fadu, alafu msaidizi wake nitampa Matora Niki, nikija Niki kwenye kwenye kikosi sasa, hapo namba moja atakuwa atakuwa Musa Kamara mm, kwa sababu ya anandia Kristo alizo nazo alafu namba mbili nitampa nitampa Shomali Kapombe, namba namba tatu mimi atakuwa Pascal Msindo kutoka Azam mm -hmm. Namba nne na namba tano atakuwa atakuwa Hamza Abdrazaki Hamza kutoka Simba kutoka, na, na Jobu kutoka Yanga, namba sita namba sita na namba nane ntamuweka Faisali na Haldi ya ucho. Sitakuwa mbali sana na Bwana Noel kwa sababu pale aliweka hivyo. Alafu mbavu zangu ntampa Mpanzu ntampa Mpanzu ntampa na Pakome alafu namba tisa na namba kumi namba tisa nampa so, alafu namba kumi nampa sho, nampa shaz shaz shaz yaua kwa sababu ya... nikija kwa MVP, kwa MVP. Kwa sababu, mimi sitaki kuangalia sera wala sitaki kuangalia nini, mimi namtagi moja kwa moja mchezaji wangu bora mchezaji bora wangu msimu huu na ligi niendelea kuisha hivi, lazima atachukua pako, pako mezuzo, kwa sababu atuangalie tu namba, tunaangalia wewe, timu yako umeichangiaje? Kwa mfano kama Yanga ikishinda, kama Yanga ikibeba ubingwa lazima ndo atakuwa mchezaji ambaye amehusika ame vilivyo kwenye timu yake kuisaidia kuchukua ubingwa kwa kama atachukua ubingwa. Kama kama Yanga atachukua ubingwa ya fe moja kwa moja atakuwa, atakuwa MVP ah. Lakini kama akichukua kama, kama Simba, lazima atakuwa lazima atakuwa, eh, eh, eh, MVP. Atakuwa chazi ya ua. Nikija upande upa wa golikipa wangu bora golikipa ni, ni Kamara kwa sababu ya clean sheet alizocheza mm. kwa sababu kwa, kwa clean sheet alizobeba. <laughs>